Wakati dunia ikitoa machozi kwa kuondokewa na Papa Francis mnamo Jumatatu ya Aprili 21, 2025, kuna mtu asiyefahamika sana na maelfu ya ufuatiliaji wa masuala ya dini ya Katoliki mwenye asili ya Ireland aliyeishi muda mwingi nchini Marekani kabla ya kurudishwa makao makuu ya kanisa hilo jijini Vatican. Baada ya kutangazwa kuwa Papa Francis amerudi nyumbani kwa Baba, Kardinali Kevin Farrell ilikuwa ni habari mpya kabisa miongoni mwa wafuasi wa Kanisa Katoliki duniani kwamba kwa sasa atakuwa Camerlengo wa kanisa hilo ikiwa na maana kuwa atashikilia majukumu ya kuliongoza kanisa hilo mpaka atakapochaguliwa papa mwingine. Papa Francis alimtangaza kuwa kardinali mnamo mwaka 2019, na kwamba kwa sasa kardinali Farrell atasalia katika nafasi ya apostolika sedes vacans, ambapo neno apostolika sedes vacans hutumika wakati wa kipindi cha mabadiliko baada ya kifo cha papa au wakati ambapo papa amejiuzulu na wakati huu ni muhimu kwa ajili ya mchakato wa uchaguzi wa papa mpya kupitia conclave. Pia kama lengo Cardinal e. Kevin Farrell anahudumu katika matukio yote kwa kipindi chote cha maombolezo. Farrell alizaliwa jijini Dublin mnamo mwaka 1947. Alisoma katika chuo kikuu cha Salamanca nchini Hispania, pia katika chuo kikuu cha Pontifica Gregorian jijini Rome. Utumishi wake katika kanisa Katoliki duniani. Alianza huduma za kiroho katika chuo kikuu cha Monterey huko Mexico, pia katika parish ya Bethesda, Maryland. Kardinali huyo mwenye umri wa miaka 77 sasa amehudumu katika makanisa ya Katoliki kwa miaka 30 nchini Marekani, ambapo mwaka 2007 alitangazwa kuwa askofu wa Dallas hadi mwaka 2016, wakati ambapo Papa Francis alimtaka kurudi Vatican kama kiongozi wa idara mpya ya uangalizi wa familia, na ndio mwaka ambao alipandishwa kuwa kardinali. Mnamo mwaka 2023 kardinali Farel alitajwa kama Camerlengo, pia alitangazwa na Papa Francis kama rais wa mahakama juu ya Vatican City State na kuwa rais wa kamati ya masuala ya asiri ya kanisa Katoliki. Kardinali Farel atasimamia katika mkutano wa makardinali unaojulikana kama conclave kwa ajili ya kumchagua papa mpya wa kanisa hilo. Kama ulikuwa hufahamu hili, Camerlengo anaweza kuchaguliwa kuwa papa, kama ilivyofanyika kwa Papa Leo wa 13 mnamo mwaka 1878 na Papa Pius wa 12 mnamo mwaka 1939. Kama lengo ni cheo cha juu kabisa katika kanisa katoliki kinachohusiana na uongozi wa Vatican. Neno hili linatokana na maneno ya Kilatini camerarius, yani mtoa huduma au msimamizi wa chumba, na linahusiana na jukumu muhimu alilokuwa nalo kama lengo, kama kusimamia mali za kanisa hasa wakati wa kipindi cha mabadiliko baada ya kifo cha papa au wakati ambapo papa hayupo. Camerlengo ni kiongozi ambaye anachukua nafasi muhimu wakati wa kipindi cha mpito katika kanisa Katoliki, na anahakikisha kwamba mkutano wa uongozi na uchaguzi wa papa mpya unakwenda kwa usahihi.